Leo tunaanzisha shule ya talanta hapa Taru ambayo tutajenga sehemu ya wale wanaokimbia mambo ya riadha, tutajenga wale wanaocheza mpira wa miguu, wale wanaocheza mpira wa voleiboli na wale wanaocheza mpira wa netball. Hawa wote mpaka basketball tutawajengea hiyo sehemu, na pia tutajenga madarasa mawili na tutajenga eh, vyumba ya kubadilisha kwa wale wavulana na wasichana, yaani changing rooms wa mseto huko na mambo mengi zaidi, na utagharimu serikali shilingi milioni hamsini na tano. Kwa muda mfupi wa miezi minne mitano, tuweze kurudi hapa ili tuweze kufungua huu mradi wenu, na mradi huu ni katika miradi ambayo tutajenga Kenya nzima, na tunaanza na shule hizi za talanta 37 kwa Jamhuri ya Kenya, ambayo itagharimu serikali ya Kenya bilioni 1 na milioni mia saba. Kwa hivyo leo tumeanzia hapa Taru kesho tutakuwa Matuga.